Ni majira ya saa mbili na dakika kadhaa usiku, katika hospitali kubwa ya rufaa ya Temeke. Majira haya tunapata kumwona dokta akichungulia katika mlango wa ofisi yake, kisha anauliza, ndugu Happiness Michael. Inasikika sauti ya mtu akiitika, naam. Anainuka na kuelekea katika chumba kile cha dokta. Happy amejifungua salama ila nadhani ingekuwa vema zaidi kama angekuja mume ambaye ndiye baba wa mtoto, au kama mume hayupo basi angekwepo mzazi mmojawapo wa binti, akasema dokta. Naitwa Johnson Bango, ndiyo mume halali wa ndoa wa Happiness Michael na ndiyo baba halali wa mtoto. Dokta akastaajabu yale maneno ya yule jamaa aliyejitambulisha kama bwana Johnson Bango eti kuwa ndiyo mume na baba halali wa mtoto aliyezaliwa. Dokta akarudia tena. Tafadhali bwana mkubwa, ingekuwa vyema kama ungeacha masiala, maana hili swala halihitaji mzaa, na tuna wagonjwa wengi wanatusubiri. Naomba utuitie baba wa mtoto ili tuokoe muda, akasema dokta kwa sauti ya kusisitiza isiyo na mzaa ndani yake. Nadhani wewe hukufaa kuwa dokta, labda ungefaa kuwa polisi, tena kitengo cha traffic, maana una maswali mengi mno tena ya kipumbavu. Nimekuambia mimi ndio mume wa Happy na ndiyo baba halali wa mtoto, au mpaka ule makofi ndio utaelewa? Akaongea John huko, akiwa ameshabadilika na jazba ikichukua nafasi yake, maana aliona amekosewa heshima kwa yale maneno ya dokta, kutosadiki kuwa yeye ndiyo mume halali wa Hapi na ndiyo baba wa mtoto aliyezaliwa. Hivyo aliona anacheleweshwa kupewa taarifa za mtoto na maendeleo ya mtoto wake aliyezaliwa. Ok, sawa, akasema dokta kwa kushusha pumzi. Akakamata simu yake ya mezani na kupiga namba fulani kisha akaweka sikioni. Baada ya dakika kadhaa ikapokelewa, dokta akaanza kuongea , "Hello Dr. Susan, naomba uje ofisini kwangu mara moja, nipo na mume wa Hapi. Simu ikakatwa. Dokta na John wakawa wanatazamana, huku John akionyesha kuwa mwenye hasira zaidi. Dakika chache mlango wa dokta ukafunguliwa, akaingia daktari mmoja wa kike, moja kwa moja mpaka kwenye meza ya yule dokta, akavuta kiti, akakaa na kutazama na John dokta huyo. Mume wa Happy yuko wapi? akauliza Dokta Susan, huku akiangaraza mule chumbani, huku macho yake yakimluka John, kana kwamba haamini kama John anaweza kuwa mume wa Happiness. Yule Dr. Susan akamtazama John, akamtathmini kwa macho kisha akamwambia hivi, nyiye wanaume huwa mnakosa nini kwa wanawake zenu mpaka mnaamua kuwatendea upumbavu kama huo? Wake zenu. Dr. Susan akashusha lawama kwa John, huku akimwacha John asielewe nini kinaongelewa. Una maana gani dokta? Mbona siwaelewi jamani, mke wangu anaendeleaje? Akauliza John, ila Dr. Susan akamdakiza

Ingekuwa unajali afya ya mkeo usingekuwa unamwingilia kingume na maumbile yani, mngekuwa mnajua mnavyotupa shida wakati wa kujifungua, mngekuwa mnaacha huo ushenzi wenu. Yani njia zote zipo wazi, mtu anashindwa kusukuma, tungejua hata tusingehangaika tungempa kisu tu. Nyie dawa yenu ni operesheni ya kisu tu, akaongonyea Dr Suzani akionyesha kuchukizwa sana. John alishangaa sana, tena alishutuka al Manusla adondoke katika kile kiti alichokuwa amekalia huku akijiuliza alichokiongea dokta ni kweli au anamtania. Akauliza tena John, dokta unasema namuingilia mke wangu kinyume na maumbile? Ila Dr Susan alionesha kukerwa sana na wanaume wa aina ile ya John, akajikuta anatoa lugha chafu ambazo hazikurandana na taaruma ya udaktari. Yaani unaijifanya unashangaa tena? Firauni mkubwa wewe, binti wa watu mzuri tu umemtatua marinda yote. Yale maneno yalimtisha sana John, maana hakuamini kile anachokisikia, nguvu zikamwishia kabisa. Kiukweli kabisa nani ukweli usiopingika kuwa Johnson Bango ndiyo mume halali wa Happiness Michael, na John hakuwahi kumuingilia mke wake Happy kinyume na maumbile, na hakuwahi kuwa na wazo kama hilo, maana licha ya kazi aliyokuwa anaifanya John ilimfanya aonekane mkatili na kuogopwa na watu, ila bado John alikuwa ni mcha Mungu sana na mwenye hofu na Mungu, hivyo asingeweza kumuingilia mke wake tena halali wa ndoa kinyume na maumbile hivyo ile kauli ya dokta ilimshutua sana na kumpa wasiwasi wasi mkubwa mpaka akaishiwa nguvu akawa amekaa tu katika kile kiti huku hali yake isieleweke kuwa ni bumbu. John akiwa katika ile hali yake ya bumbuwazi akastushwa na maneno ya Dokta Susan yaliyomstusha zaidi mpaka akatoka katika ile hali aliyokuwa nayo. Dokta Susan baada ya kumshushia maneno mazito John mpaka kumpelekea kuduaa kwa yale maneno mazito hapo ndiyo akapata wasaa wa kumtazama John vizuri kisha akaguna mm. Dokta Ben Mbuna, kama huyo kaka sio baba wa yule mtoto, unauhakika kuwa huyo ndio mume hapi hii? Kauli ilimshtua sana John, kengele ya hatari ikagonga kichwani kwake, akajua hapa kuna shida. Samahani dokta, nawaombeni sana nikamwone mke wangu pamoja na mwanangu, akasema John kwa sauti ya unyonge kuwaomba wale madokta. Kikasikika kicheko cha kejeri. Kweli ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni, eti mke na mtoto? Aya, twende, baba mlezi, ukaone familia yako. Alikuwa ni yule dokta wa kike aliyefahamika kama Dokta Susan, ndiyo alicheka cheko la kejeri na kumzihaki John. Siku hii nadhani ilikuwa ni Mungu tu, maana kwa hasira za John, leo alikuwa apokee kesi ya mauaji kwa kipigo ambacho angemshushia yule dokta Susan, ila aliukaza moyo akamshinda Ibilisi kwa kuzizuia hasira zake, akawampole na kufata kile alichoambiwa na yule Dr. Susan. Wakaongozana kuelekea katika wodi za wazazi. Kila John alipopiga hatua kusogelea mlango wa wodi ambayo aliambiwa ndiko aliko mke wake, basi mapigo ya moyo yalimwenda mbio sana, mpaka akawa anajishangaa kwa nini ile hali ilikuwa inamtokea, mpaka akawa anatamani agawili lile zoezi la kwenda kumwona mke wake na mtoto wake. Na mlango ulipofunguliwa, moja kwa moja akatupa jicho lake katika kitanda alichokuwa Hapi, maana kilikuwa mwanzo tu, hivyo ilikuwa rahisi kumwona punde tu baada ya kufungua mlango. Na hapo ndipo akawa ameweza kutambua kwa nini madokta wote wawili walikuwa wanagoma kuamini kwamba yeye ndiyo mume halali wa Hapi na ndiyo baba mzazi wa yule mtoto aliyezaliwa.